Kuna wale wafanyabiashara ambao mnataka kufungua akaunti zenu za kuupload matangazo yao yanaonekana kwenye peji yetu ya 26 pesa kama hivi. Uta search 26pesa.store alafu utakuja kwenye account hii hapa chini utabonyeza account, utaachana na hawa afiliate. Afiliate tena ni wale ambao wanatengeneza pesa kupitia kulikulita watu na kufanya matangazo mengi kupitia hii sites, lakini kwa wewe ambao mfanyabiashara unataka kuupload bidhaa zako, unafungua account, utabonyeza hii register hapa alafu utajaza username yako, utajaza password yako, utajaza jina la biashara yako, alafu utajaza jina la mmiliki wa hiyo biashara, utajaza namba yako ya simu, alafu hapa utachagua mkoa unaotoka. Ni rahisi tu kama hivyo, alafu baadaye utabonyeza hiyo neno apply. Mfano mimi labda nimeshajaza hivyo, alafu hapa unabonyeza apply moja kwa moja unapata dashboard yako kama hii. Kwa hii ni akaunti yako ya wewe ku upload matangazo bure kabisa kama mfanyabiashara. So kama nataka ku labda ku upload, ku upload bidhaa zako utabonyeza item, itakuuliza nini, labda kiatu, utachagua labda iko katika nani gani, utachagua clothing show accessories labda utaandika maelezo bla bla ya hizo labda kiatu kizuri, labda original. Utaandika maelezo ya hiyo biashara yako, alafu ni kinauzwaje, labda kiatu kinauzwa elfu hamsini. Baada ya hapo, utabonyeza submit, maanake hapo tayari umesha upload hii bidhaa sasa. Kiatu kiko wapi ndo sasa uta, utabonyeza hii attach utachagua picha zako ambazo unataka kuupload labda kwenye gallery hapa nipate hapo. Utachagua kiatu chako, baada ya hapo itaupload hapa. Ukishamaliza hapo, itakuweka iko pending. Baada ya hapo utafanya utaacha pending, admin ata approve kiatu chako kitaonekana kule live nadhani hapo tumemalizana.